Kwenye academy ambayo inafanya vizuri kabisa katika nchi yetu, yaani nchi, kuna vitu vinafanyika, lakini m, watu kama vile hawaoni. Nafikiri eh, kulia kwangu naja kumtaja jina lake. Ni mtu ambaye mpira anaufanya navyotaka yeye, sio, sio, sio huku mazoezi, kwenye ligi kuu unakula kikoi ndani ya boksi au <laughs> sio. Pau Mahona, fundi wa mpira! Na hakika hapo, watu wengi mmeshaanza kutetemeka, watu wanaomjua huyu lazima akili zao zishachanganyikiwa. Pau yuko wapi? Pau yuko wapi hivi? Pau hebu, haya maswali kila siku watu wanauliza, uko wapi? Mimi nipo hapa hapa Dar es Salaam Doddy, hapa hapa Dar es Salaam, nipo mjini. Mpira hutaki? Hamna bwana, anacheza anacheza wapi? Mpira si hapa hapa Dar es Salaam la <laughs> <laughs> Pau Mahona, fundi wa mpira E, nataka kujua kitu kimoja yeah. Kama kawaida maana yake huwezi kuacha kutokutaja. Eh, yeah. Hii e, ni anda ngapi kwa hapa sasa hivi? Ni watoto wa umri wa miaka eh 11. kwa Tanzania, kuna timu kuna kuna kalim 11. Namoja sijajua huh, ila sisi hapa tunao ngapi? Haba, kuanzia miaka mitano mpaka miaka ishirini Sasa tufanye tua tufanye tua kwenye kwenye kwenye kila kiwanja si? Of course lazima Mtanzania ajue kwamba kuna academy. Haya ndio maendeleo ya mpira, yaani mpira siku zote, ili tufai ili tupate mafanikio, ili tufike wanapokuwa cha mpira ili tufike walipokuwa wenzetu, jambo la kwanza tunatakiwa tuanze chini. Lazima kwanza tuanze chini, mizizi, baadaye ndio tutapata mashina na matunda mazuri. Bila kuanza chini, hatuwezi kufanya chochote. Sawa, naona hapa kwanza, kwanza, kwanza ngoja basi kufana na watu ambao wanaowezesha eh, kwa sababu hamna kitu kinacho zuka tu hivi, hapana. Wapo watu wanatumia gharama zao, wanatumia pesa zao, mm, inawezekana hata faida hawapati, lakini mm, wapo watu yani ndo wako hivyo. Inishu sio faida, inishu ni ku, ku, ku, kujenga kwenye taifa. Hata Dr Samia ni kitu ambacho anakiunga sana mkono e, watu kama hawa wanapaswa sana kufuatiliwa. Kwa maana kwanza, jitambulishe jina lako kwanza na hapa, shanto tuwezi kumwacha. Naitwa kwa jina ya Maisa Mfazal na nipo kune kituo hichi cha academy cha mpira inaitwa Dar es Salaam Soccer Academy, na namsupport mke wangu anaitwa Masuma Fazal, ni director wa academy which anaweka nguvu kubwa sana. Tuseme mwaka huu ni mwaka wa tano wa Ramadhani, usiku tunaandaa tunaandaa hiyo mchezo lakini a imetimiza miaka mitano sasa na zaidi ya wa watoto 322 kuanzia umri wa miaka minne mpaka miaka 21. Kuanzia umri wa? Miaka minne mpaka 21. So kila mtoto akiwa mkubwa anapandishwa daraja. Leo wa miaka minne, kesho atakuwa miaka misita na kipaji chake tunaangalia. Anaweza kuwa mtoto wa miaka minne lakini anacheza mtoto mpira wa miaka misita. So hatuwezi kumwacha chini, lazima anapanda kipaji kupanda juu. So, unaona hivi watoto zaidi ya mia hamsini na mbili wamekusanyika hapa wanacheza mpira ya, na watoto wanafurahi na sisi tunajitahidi kuwakuza watoto. Tuna safari ya kwenda Spain mwezi wa sita, tena mwezi wa kumi na moja tunaenda Dubai Gulf Winter Club, na mwezi wa kumi na mbili kama kawaida tunaenda Arusha kwenye kombe la chipukizi ya Arusha ya, so mimi nampongeza mke wangu kwa jitihada kubwa sana anachofanya na e, kwa mfano ukipewa e nini unahitaji, yani msaada gani unauhitaji kutoka kwa eh, serikali au yani, nini yani, unahitaji nini? Mimi ninachohitaji msada kwa serikali, na naomba kwa wizara ya michezo niupate uwanja kama huu kwenye vishule, ili namini nipate fursa ya kujenga. Nipo tayari hicho, so hasa napeleka ujumbe kwa waziri wa michezo, nipo tayari kujenga uwanja kama huu ili watoto wa shule wanifaike na sisi academy nayo tunifaike, pamoja na uwanja kama umeona, kama wa Mwimbili upo wa chini. Speed Sports Limited umepata eneo mzuri kwa shule ya Mwimbili, watoto wa Mwimbili wanafaidika kucheza mpira, wanajenga kipaji yao wanafundishwa. Na mimi naomba naye pia niombe kwa serikali nipate uwanja ili nimjengee mke wangu uwanja, nipate uwezo upo na sponsor wangu wapo, watanisupport kujenga uwanja kama huu na tukuze vipaji vya watoto wanaojua kucheza mpira Tanzania hii. Na kama hivyo, Mama Samia, rais wetu wa Jamhuri ya Tanzania, anapenda kusupport, na naona support anasupport sana mambo michezo sasa hivi, so namshukuru kwa hiyo. Na tunaomba wizara iingilie kati ili sisi tupate fursa ya kujenga pia, msaada pia Mi bwana, nashukuru sana kwa, kwa, kwa unachokifanya. Nafikiri ni mfano wa kuigwa inawezekana eh, kwa sababu sijafanya research, inawezekana kwa Tanzania kikawa ndo kituo bora kabisa, kwa sababu umesema kuanzia ya miaka minne, sio? Ya tupo zaidi ya miaka mitano, siwezi kujisifia ni, ni tupo bora, kuna wengine naye wapo, lakini ya ni kituo chetu, nitasema nitasema ni bora, wanaenda mpaka Ulaya, ndio wanaenda mpaka Spain, na kuna watoto hawasiojiweza tuna wasponsa sisi, kama kuna masponsa wetu Olympic Petroleum. Bila Olympic hiyo kituo haiwezi kuendelea. Huyu bana tupo naye miaka mitano eh, kwa ajili ya mifedha huko kaamua kumpiga nyata, hataki kusikia. Paulo Mahona ni mwanzishi wa kituo hichi? Mwanzishi yeye na kocha Kali Ongala. Okay. tulianza nao lakini Kali kapata fursa ya kwenda mbele mm. sisi tupo naye Paulo bado Kwe, kwa hiyo tunaishi nao anafahamu kituo vizuri. ni sana hata kuzungusha kila pahali Kwe. Uh, tu. Tunaweza tukafanya tu. Kwanza, lugha gani unaongea nao? Kiswahili, Kiswahili, wengi Kiingereza. Kiswahili, hata English naongea nao oh, ila wengi sana. Kwa hiyo oh, kwayo wengi sana wanapenda kujifunza Kiswahili sababu unajua tena watoto wetu wengi sio roko. Ah, miaka 11. Miaka 11 ndio wanamalizia game yao ya mwisho hiyo kwenye kituo, anatakiwa afanyaje? Ni yeye mwenyewe sababu hii ni academy, akademi. Mtu mtu yoyote ambaye, na wapi? Upanga, Upanga na nanio, program zote hini zipo boss. Yani mtu sasa, anataka mtu anataka kuja kwenye kituo anatakiwa afanyaje? Kuna contact number zipo, tuta mtandaoni, share, tupo mtandaoni inaitwa, so hiyo kituo inaitwa Dar es Salaam Soccer Academy, mkiwahi, mkienda Instagram, Facebook Tupo kwenye mitandao. Hapo, una, business card, una babu? No, mimi sio kituo cha, cha kutenza faida, so, kutenza yeah. Bado business card. Ni akademi ya, ku, ya kutuza watoto tunaendelea kuangalia na uwekezaji yaani sio tu nimekuambia, sio tu akademi tu ya kawaida hapana, kwa sababu kuna gharama nyingine wanaingia kwa ajili ya mwenyewe binafsi. Hata sijui hiki ni kitu gani? Sasa sijui hata nikiambiwa, kamera, kamera ina gani bana, hii ni nini hii hapa bwana? Ni kamera moja kati ya kamera za kisasa za mpira ambazo zinatumika katika mashindano za kimataifa, mashindano ya kimataifa, ninaitwa hardly focus au hardly camera. Hii ukiweka uwanjani sana sana huwa inawekwa katikati na capture uwanja mzima, statistics za wachezaji. Inaweza kwa setting zake, inaweza kafuatilia mchezaji mmoja mmoja, miguso mingapi kagusa kwenye mpira, kwa jinsi unavyotaka kuiset. Yes, kwa, kwa jinsi unavyotaka kuiset. Kwa hiyo hii ya kwetu ina macho mawili, lakini ipo zaidi ambayo ina macho matatu okay. kwa hiyo ukitaka stats za wachezaji, ukitaka mechi ya watoto kwa ajili ya baadaye kudiscuss nao baada ya mechi, unaweza ukazipata. Kazi tu wewe unaiseti tu Unaweka wanja unaiseti mahali kazi na, wanazo. wanazo nadhani kwa hapa Tanzania, Simba Yanga wanazo kama mbili au tatu. Kwa Simba siwezi kukuambia kwamba anayo sawa, sijui, lakini ni moja ya kamera za kisasa za mpira ambazo zin Azam wanazo wale matajiri <laughs> wanazo. kwa kwa nini mmeweka? kwa ajili tu <laughs> ya yeah, ya watoto ndio ndio. Eh, kwa ajili ya makocha baadaye. kuna under kuna... under 16 16 girls yes Hivi siku za kawaida ashana Ramadhani mm. ni saa ngapi? Uh, siku za kawaida girls normally tuna train na uh, Ijumaa saa kumi mpaka kumi na moja na nusu alafu Jumamosi pia saa kumi mpaka kumi na moja na nusu. Mlienda Ulaya mwaka jana. Ndio, ndio tulienda. Mlienda wapi Spain? Ilikuwa Spain, yes yes. Mashindano mm. ya Mad Cup. Mlienda kwenye Tivoli tu. Yeah. Inaandaliwa na ya unapamaa yaya yeah, yeah, link ipo kubwa Sa, tena sasa Mungu akitujalia na mwaka huu Mungu akitujalia tunaweza tukaenda tena Ulaya. Oh yes, Ulaya. Wewe una, una, sio kwa ubaya. Naam, naam. Tupo kwenye kujenga ndio ndio. Natamani mimi haya eh, ma mambo yangekuwa hapa kwenye Simba na Yanga. Yapo yapo, Dodi. Sema nyee, labda nyuma ya kamera kule, nyee mnaangalia kilichopo mbele. Lakini zipo kamera zinasetiwa. Sizungumzi kamera kamera. Ndio ndio, mambo ya sizungumzi, anda 5 tunayo, tunanzi anda 5. Hapana, hakuna baba twende nimemwambia bwana haya mambo iatakiwa Simba na Yanga wawe nayo anda 5 andanini anda nini, nini. Yeah, lakini yeah. Mtu binafsi tu anaanza kumiliki vitu kama hivi au sio bwana? hii ni Academy, Dar es Salaam Soccer Academy tulianzisha mwaka 22 na 21 2021 and uh, alhamdulillah tunashukuru hat tulikuwa napambana kitu ya development sana tunaweza kumjenga mtoto yoyote anapenda mpira so hiyo kitu tulikuwa napambana naye sana, na naona alhamdulillah mwaka hii tumepambana sana bahamdulillah na, naelewa na unaweza kuangalia kama watu wameanza kuelewa, na watoto sasa hivi alhamdulillah wanacheza mpira. So training ni muhimu sana so, tunawakaribisha wote, yoyote yupo interested Dar es Salaam Soccer Academy sisi tunawafundisha watoto the professional way. Kwanza nitamshukuru Mama Samia amewapush sana women uh, kwa Tanzania so namshukuru kwa hiyo, and ya pili uh, nasema kama inawezekana of course, tuki, tukiweza kufanya kazi pamoja na TFF Federation yetu tunaweza kwenda mbali Uh, na alhamdulillah tuna relationship nzuri sana sasa hivi. Uh, tunafanya kazi pia pamoja kwenye vitu zingine, wao pia wanajua na wameshawahi kuja kutembelea hapo, na watakuja pia kwenye award ceremony uh, kwa hiyo jambo but tuna tunaweza hata tunaweza kusherehekea kama anaweza atujengee, sio mimi tu, but academies awajengee um, grounds za kufanya training kila mtu hawezi kuwa na hiyo, hawezi kukodisha uwanja sasa. Uwanja kwa siku zingine inakuwaga shida. Mmoja kati ya watoto ambao wako hapa ni mdogo kabisa, ni mdogo kabisa, ni mdogo kabisa, hata ukimwangalia ni mdogo kabisa, ambaye ni moja kati ya zao la Dar es Salaam eh, eh, Academy. Eh, jina lako nani? Mahir Mudasir Mahir Mudafi. E. <laughs> eh. Eh, okay. Eh, umefurahia kuja kucheza kwenye hii academy ya Dar es Salaam? Ndiyo sana. Kwa sababu unapata rafiki na raha kucheza mpira. Unapata marafiki na raha kucheza mpira. Dream yako ni nini? Nataka nikiwa mkubwa nataka nikuwe world class defender. Sio local defender, world class. Eh. Kwa hiyo una dream ya ku kucheza mpira Europe. Na unahakika kwenye hii academy inaweza ikatoa msaada? Ndio. Unakaa wapi? Kariakoo. Kariakoo. Kwa hiyo unakuja kila siku na eh, siku za mazoezi za kawaida unakujaga? Uh-uh. Ah, kwa sababu nakuwa nafunga. Nake siji lakini, usiku siku na siku ambazo sio za kufunga nakuja. Saa ngapi unakujaga? Ukitoka shule. Eh. Kwa hiyo maana yake shule unasoma yani, darasani unaingia na mpira unacheza. Kwa hiyo vyote viwili vinawezekana. Wazazi wote wawili wana kusapoti? Ndio. Jina nani? Mahir. Mudafir. Mudafir. Mudafir. Mudafir Yahya, au unamjua Mudafir Yahya e? Vipi yule mchezaji mzuri sana wewe, Yanga, Simba? Mimi sina Safi we nani? Ni Liverpool? Safi. Mimi tunapenda watoto kama nyinyi, sio mtoto mdogo kama wewe utasikia mimi Yanga mimi Simba, yaani ukisikia mtoto kama umri wako wewe anasema yeye Yanga au Simba, basi nataka kama hivyo, kwamba wewe una timu, timu yako ni nini? Liverpool? Liverpool. Nataka ukuwa na timu moja tu, au sio? Sio timu tatu, timu mtoto anarufaisha sana huyu bwana e. Kwa kweli mtoto kama huyu ni raha, na kuvyokwambia mimi Tanzania sina timu, mimi timu yangu ni e, Liverpool. Yani tayari ubongo wake akiwa mdogo, focus yake ni kubwa, akiwa na umri huu e, just imagine. Kili yako kabisa, mimi nitakuacha bwana. Mambo vipi? Kitu kimoja bwana, tuzungumze cha msingi. We umeonaje, yani umeonaje nanda hapo kwanza, limuona kwanza, program zilizopo hapa ni nzuri sana zimenivutia, kwa sababu sisi tumekuja kumefanya mazoezi mapema, lakini umeona mpaka sasa hizi hatujaondoka yani eh, eh, ndio sababu sisi tumekuja hapa saa moja tumemaliza saa mbili, eh, lakini mpaka sasa hizi bado tupo, ndio Njumakanambia, bwana madogo anakuja nikasema subiri nje niangalie. Kidogodogo, si unajua, si wenyewe ndio mpira ndio tunapenda mpira hey. Kama uchezi, basi unaangalia. Kikubwa unajua ni, ni, ni mifumo yetu hizi hey. Programu hizi sio kwamba watu wa zamani walikuwa nayo sana, unajua, na mwendelezo wake unakuwa mzuri kama kitu kilifanyika kuanzia mwanzo E, taratibu, lakini taratibu tutabadilika. Si unaona, hata zamani timu zilikuwa zinakaa kambi, siku hizi unasikia watu wanakaa nyumbani, si nini? Kwa hiyo taratibu taratibu, e, kuna watu wamewekeza hela zao hapa, sasa sijui unasemaje. Anawekeza bila kwenye mpira? Eh, kwenye mpira faida ipo. Ah, faida ipo faida ipo. Sema sema sema, kinachoitajika na uvumilivu. Eh, uvumilivu ndo muhimu. Na mimi suba ndo kuaga sina. Wewe nitie milioni mia tano leo nisubirie baada ya miaka mitano, wewe unaweza? Unataka mimi, naweza. We, jambo la kwanza nalokuuliza, unaishi wapi? Chamazi. Eh? Chamazi. Eh bana wa Chamazi wapo. Kwa hiyo wewe usiogope Chamazi ndio sawa. kuna mtihani mkubwa sana mtoto wa kike kucheza mpira kabisa. Mm, wewe kwako kwa kwa, imekuchukuaje ime, ime kwa, ime mpaka umeweza kufanikiwa kuja kushiriki katika mpira. Ah, mimi imenichukua kwa sababu kutokana na baba. Baba alikuwa anapenda kipaji changu. Anaamka asubuhi mama, anam... mama pia anapenda. Yaani mama pia anansupport. Eh, nimepata bahati e, kusupportiwa kuanzia familia mama, baba, shangazi, bibi, babu wote wananisapoti katika kipaji changu. Nimeanza mpira nikiwa kama miaka mitatu. Nikaja kwenye shule Masma, in, nini umitashunta Nikaja sekondari umiseta, baada ya hapo, nikaenda chuo, nikawa kiongozi kwenye sekta ya michezo. Nimetoka hapo nikaja tena hapa, nikapata bahati ya kuonekana, nikaja katika akademi ya DSM. Kwa hiyo kumbe ukiwa na kipaji, akademi ya DSM wanakuchukua. Kwa hiyo mwaka huu unaenda Ulaya Inshallah. O, unaishi wapi? Naishi Kigamboni, mana wa Kigamboni nao hapo. Kwayo, kwa hiyo jambo la kwanza tuweze kujua kwamba kumbe hii academy sio tu watoto wa Upanga na Masaki, hapana, Chamanzi, Chamanzi yaani Chamanzi wapo eh, Kigamboni wapo. Ili kuchukuaje mtoto wa kike kucheza mpira, manake mtihani mkubwa. Kuna eh, watoto wa kike wengi wana vipaji sana, lakini marufuku yaani, nikikuona nacheza mpira labda sijakuzaa mimi. Um, mpira ni pesa Um, leo utamzuia ila kesho ataleta faida. Mmeenda e, Ulaya e, nafikiri mwaka huu na nawe umo bana kama unavyosikia mpira, mpira ni pesa anavyosema na anaenda Ulaya Kigamboni tu wapi na yule mwingine Chamanzi tu wapi, ni Spain Chamanzi tu Spain, wewe endelea kumkatalia tu. Oh, yeah, bana ah, ah, ah, niko moja kati ya mafundi wa mpira, nishakwambia mimi, kuongea na mtu ambaye hajui mpira siwezi, yes. Mimi niko na mafundi wa mpira e, e, lakini swali langu la kwanza kwanza, mimi ni surprise kumkuta hapa. Nimemkuta ghafla. Lakini Ramadhani kapo Mm, kidongo chekundu karibu na kwao wapo watu, kuna samia kapu wapo watu. Kwa nini kaja hapa? Ukitaka kujua tofauti watu wanaojua mpira sasa ndio hivi. E, bana, kwa nini umekuja hapa e? Kwanza tunashukuru Mungu kwanza tume, tuko salama, tumetoka zetu kwenye ibada alhamdulillah, tushamaliza na kikubwa tunacho <coughs> e, mimi napenda yani, nimesikia hapa kuna mechi za vijana za kuna academy hizi nikasema nije hapa nije kuangalia kidogo vipaji, kwa sababu huko kwingine wachezaji wote tunawajua. umeona? umeona? tunawajua viwango vyao, sio kusema hivyo, labda ni wachezaji tunawajua wenye heshima zao, lakini huku utakuja kuona vitu vipya watoto eh. Kwa hiyo tunatakiwa tu yani, usiwe hivi ili tufanikiwe, ndio manake. Bila hivi manake hii ndio misingi. Kwa hiyo nyumba bila msingi, hiyo nyumba haiwezi kuwa imara. Alikuwa fundi wa mpira, sema ndio hivyo tu. Tatizo la Warabu, Mwarabu atasome vipi? Lakini mwisho wa siku anafanya kazi nyumbani tu. Yani huyu ingekuwa golo mpaka leo ya mpira kuya kuya Umeamua kuja kucheza kwenye academy ya Dar es Salaam. Hii academy ina focus kwamba yani maendeleo ya mchezaji ambaye anacheza mpira yani ndio inakuwa kitu kizuri kwenye academy. Uliijuaje hii academy? Eh, ni rafiki zangu waliingia kabla ndio mimi wakaniambia kuhusu hii academy ndio mimi nikaingia pia. Wewe umeingia tu kwa kubebwa au una kipaji? Na kipaji. Una, una position gani? Na kipaji, nacheza namba mbili, beki wa kulia. Spidi unayo we, fullback ujue, anatakiwa aende arudi, aende arudi. Mtoto wa rais naye yupo, mtoto wa mheshimiwa Mwinyi yupo kwenye akademi wa ah, so, so, eh, ya Dar es Salaam. Ami yake mtoto wa ami yake yupo hapa, alafu unakaa tu watu wa chamazi nao wapo eh, bana safi, fullback ya mpira. Kwa nini hapa, yani Dar es Salaam Ah, okay. Ni, uh, ni academy tumeanza nayo muda um, mrefu na ni academy ambayo inajali watoto uh, nje ya uwanja na ndani ya uwanja. Ni academy ambayo inatoa mafunzo ya kiakili na ya kifizikia vile vile ya kifiziko. Ni kitu ambacho ni nadra sana kupata combination kama hiyo kwenye academy nyingine. Ninachofurahi kwamba uh, uongozi wa academy unatoa ushirikiano wa kutosha. Mimi mwanangu akipata mitihani wanampa wanampa off na hawamruhusu wacheze mpaka amalize mitihani. Kwa hiyo wanasimama kama wazazi, sio kama wa, so walimu peke yake. Ndio kitu ambacho kinanitia moyo, na ikitokea kwamba kuna safari wanatakiwa waahirishe labda mitihani shule, wanakwenda wao kipaumbele kwenda kuomba kwa niaba ya mzazi kule shuleni, na wanamuombea kwamba akimaliza michezo apewe mitihani upya. Imetokea kwa mtoto wangu mi zaidi ya mara mbili hicho kitu. Wanamuita Kasamiro, haiwezekani mzee wa kuharibu wa e, namba sita anacheza sita sita au nane. Aende. Aende. Na, na, na, academy, na mpango madhubuti wa kupeleka watoto kila mwaka wanakwenda wanachukuliwa, kuna scouting inafanyika. Kwa ni mtoto mwenyewe kujipush tu na kusikiliza anavyofundishwa. Okay, hmm. kwa safari ya Spain, mwaka. Kila mwaka tunasafiri. Academy iko vizuri. Kila mwaka? Kila mwaka tunasafiri kila mwaka. E bana, mimi nani? Yaani mimi nani ni bishi au wewe nani ubishe kwamba watoto kila mwaka wanaenda zao Spain e bana, hiki kilikuwa ni e, kijiwe cha Ramadhani nafikiri. Umeona operation yote nimekuonyesha dokta, kuna kamera ya kisasa e, wanacheza kisa katika e, pitch nzuri kama hii Umeona wakina eh, Israel Israel Mwenda wako hapa bin sroom eh, wako yani, watu wote wanaojali mpira na maendeleo ya mpira lazima uje hapa. Huwezi kuona sehemu nyingine yoyote, kwa sababu kuna vitu vingi vinafanyika hapa. Jamal Abbas, Doddy, Azam TV.